Ni mafunzo ya ukocha wa awali yani grassroots mkoa wa Singida ambapo mwaka huu yamefanyika wilaya Manyoni mkoani hapa. Mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Singida Hamisi Kitila amewaomba wote waliopata kozi hiyo kuifanyia kazi na kuahidi kushiriki kwa pamoja ili kuweza kueneza soka mkoani Singida, na hapa anazungumza. Sisi kama SIREFA tutaendelea kuwa karibu nao, tutaendelea kuwa karibu na chama na shughuli zozote ambazo zinahitaji zina zina usaidizi kutoka kwenye chama cha mpira wa miguu kwa ngazi ya mkoa zinafanikiwa ipasavyo. Duniani leo kuna biashara nyingi, lakini biashara ya football inawezekana ikawa namba mbili au namba tatu kwenye kuingiza fedha. Ndio maana hizi kozi sasa hivi zimekuwa ghali kulikweli. Hapa tunamshukuru mkurugenzi kwa namna alivyofanya na sisi tulivyoshirikiana, lakini huko mbele tunapoenda, kuna hatua kubwa ambao lazima sasa uingie mwenyewe kama, kama mwalimu kwa sababu ni taaluma ambayo ni ya kwako. Mkufunzi wetu ametuambia kwenye kozi ya pili, kwa maana ya leseni, inahitaji siku kumi na nne, siku 10 kupata leseni. Wa, ni nikuombe mkurugenzi, ni kwa sababu gharama zake sio kubwa sana tutakuja sisi ofisini kwako ili kuona jinsi gani tunaweza tukapata hiyo kozi kwa haraka, kwa sababu huko tutaka kukwenda, tukifika leseni C kwa mfano ni shilingi laki sita si laki nane Hata kule mkoani sisi tuna struggle kutafuta leseni na kitu ambacho tunapaswa kufahamu pamoja na nyinyi viongozi wa madifa, hakuna mpira bila serikali. Mpira na serikali ni vitu vinavyoenda pamoja. Lazima muwe na mipango ambayo inafahamika na serikali, ili serikali waweze kuisaidia hiyo mipango. Mafunzo haya mchakato wake ulianza tangu mwezi wa pili mwaka huu. Uh, jumla ya wanafunzi kwa mafunzo haya, wa wa wa wa haya, haya ya kocha mpira wa miguu 35 wamehudhuria wakiwepo kina dada watatu, lakini na kina kaka 32 wamehudhuria mafunzo haya ambayo yametolewa na mkufunzi ndugu yetu kutoka TFF. Kimsingi mafunzo haya yameleta chachu, nimehamasisha sisi wa chama cha mpira kwamba sasa maarifa inakwenda kusimamia mpira ambao kwenda kuzingatia miiko a taratibu zote za mpira. Mimi niseme tu kwamba pamoja na kufundisha kwana, wilaya ikijihusisha moja kwa moja na ofisi ya mkurugenzi, ni wilaya ya pili kwa Tanzania <laughs> ya kwanza, Makete walitengeneza kitu kama hichi na wakafanikiwa. Sasa inakuja Manyoni, lakini ndani ya mkoa wa Singida, mimi wapongeze kwa walimu hao wamepata mafunzo kwa muda wa siku tano. Kwetu sisi tunacheza sana na masaa ya kozi saa 60. Kwa muda wa zile siku tano wameweza kupata topics zilizopungua 23. Nashukuru kwa sababu washiriki wa hii wa kozi kuna wanawake watatu na wengine wawili bado wanacheza mpira. mmoja ni mwalimu yuko shuleni wanaume wa 32 kwa hiyo ni sema kwamba ndani ya wilaya katika mkoa wa Singida, kutoa washiriki wengi namna hii ni jambo la kuupongeza sana uongozi wa mkoa. Lakini aliwashauri zangu makocha ma, ma mimi ni wasii sana, jambo la kwanza tukawajibike, tukawajibike kwenye hizi nafasi zetu na kwenye mafunzo haya ambayo tumefanyaga tumeyapata na hivi leo tunahitimisha tuna <coughs> Kwa mimi niwaombe sana sasa, tuende tukatimize hayo yaani tukatenge haki, tukafanya kazi kwa bidii, lakini tukawe uaminifu, maana hiyo kwa muktadha huo, manake tutakuwa tumeitembea tume, tume, tume haki chama chetu cha, cha mpira kwa ngazi zote, kwa maana kuanzia taifa mpaka ngazi ya nini ya wilaya. Ni sasa <coughs> nikuombe uh, nani kaimu mkuu wa kitengo cha sana michezo na utamaduni kama kwa tuna nia sasa maana maanaua singia ni kuomba sasa. Yaani moja ya kazi ya mwakani ya kuanzia Januari hata kama tutaweza basi, wote yani tuangalie, kwa sababu na sasa na sasa sisi kama halmashauri tunaenda kuchakata baadhi ya vitu fulani fulani kwa mambo ya bajeti. Kwa hivyo basi tuone na sisi tutachangia nini kwa wenzetu hawa ili at least tupate watu wachache ambao wanaweza kufikia kwenye hiyo leseni. na sisi Tuseme kwamba, okay kwa halmashauri yetu ya Manyoni tumechangia kiasi hiki, kwa angalau watu labda kama ni watano, kama ni kumi angalau wamepata hiyo leseni. Kwa majina anaitwa Anset Kulwa Jonas, ni mhitimu wa kozi ya FIFA Grassroot ambao tumehitimisha leo hapa wilaya ya Manyoni. Kwanza kabisa, mimi binafsi nimejisikia fahari sana kuhitimu mafunzo haya kwa sababu ni mafunzo ambayo itanisaidia kwenda kuendesha programu zangu za watoto na kuorganize mashindano na kwa ajili ya kukuza mpira kwa ujumla. Kwanza kabisa tutaenda kuorganize mashindano ya watoto kwa kufuata taratibu na misingi ambayo tumeipata kwenye kozi hii, ili tuweze kukuza vipaji na kuendeleza mpira kwa ujumla. Watoto, tunapokuwa tunawajengea misingi iliyo bora kwenye football, tunategemea kupata impact kubwa na kuweza kuibua vipaji na kuweza kuviendeleza kwa ujumla gani hapa na kimsingi changamoto zipo nyingi, lakini changamoto zilizotokea ni changamoto za kiutendaji ambazo zote zilikuwa ndani ya uwezo wetu tuweze kukabiliana nazo na kuzitatua na kuweza kufanikisha kuhitimu mafunzo salama na kupata ujuzi unaostahili kwa namna moja ama nyingine. Kwa majina naitwa Odessa Ferdinand Mfiko natokea Itigi. Ah, toka nimepata nime mafunzo haya na kupokea hiki cheti nimejisikia furaha sana, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu nilikuwa siwezi kumfundisha mtoto jinsi ya kudribble kupiga pasi kufa, ku, nini kufanya. Tulikuwa tunafundisha kienyeji, ila baada ya kupata mafunzo haya na kupokea cheti hiki itaenda kubadilisha mfumo wa uchezaji wa watoto wale kuanzia miaka minne mpaka kumi na mbili. Hivyo basi mafunzo haya yanayotoa vyeti vinavyotambulika na taifa na Shirikisho la mpira TFF pamoja na FIFA ni mazuri na tunahitaji endelee zaidi kwa, kwa lengo wengine walengwa au watu wengine, wengine, wengine wanaopenda mpira wa miguu ili waweze kupata vyeti vitakavyowasaidia wao kuupandisha mpira kwenye levo ya taifa. Kwa majina, naitwa Richard Joseph Beda, ni mwalimu wa shule ya msingi kweli. Nimefurahi sana kupata kozi hii kwa sababu inakwenda kunijenga kimichezo zaidi na niweze kutengeneza timu nzuri, hasa watoto katika shule yangu, sababu katika kozi nimepata vitu vingi sana, ikiwemo small sided games ambazo zitakwenda kunisaidia katika kuwajenga watoto wangu kutoka msingi wa awali, ili kuweza kuitengeneza Tanzania yenye vipaji. Na kupitia kozi hii, ni nina imani Tanzania mpira unaenda kukua, kwa sababu tunaanza na kitaalamu katika hatua ya awali. Kwa wale watoto watakapokuwa na wanazidi kukua, ni vitu ambavyo wanavipata na vitaishi navyo. Kwa hiyo tunakwenda kutegemea kupata wachezaji wenye ubora na sifa.